92 au 0678813891. Karibu katika kipindi cha magazetini leo mubashara kutokea hapa studio zetu za Kawe, Dar es Salaam. Sauti Kuu Tv Online ndio ambayo inakuletea matangazo haya, nami ninayekuangazia jina langu naitwa Dorcas Daniel katika kukamilisha matangazo haya moja kwa moja, siko peke yangu, mwenzangu ni Freedom Richard ambaye yuko upande wa mitambo, na mshirika wetu asubuhi ya leo ni kanisa la Tabernacle of Glory TAG Kawe, lililopo Kawe Ukomani, nyuma kidogo tu ya ukumbi wa CCM ama kituo cha mafuta cha Puma wakiendelea kukualika na kukukaribisha katika ibada zao mbalimbali. Jumatano saa kumi na nusu jioni. Jumapili ibada mbili, ya kwanza saa moja asubuhi na saa tatu na baadaye saa nne kamili hadi saa sita mchana ibada ya pili. Nitumie nafasi hii ama fursa hii kukukumbusha kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele, pia na kutufuatilia kila itwapo sasa, kila iitwapo leo, ili kuzipata taarifa mbalimbali kutoka hapa Sautikuu TV Online. Karibu ni kuangazia magazetini leo, nikianza na sehemu ya kwanza. Sehemu hii ni mahususi kabisa kwa habari za eh, kitaifa na za kimataifa. Gazeti Pambazuko limeandika kitendawili alipo askofu Kakobe hakina majibu. Kitendawili alipo askofu Kakobe hakina majibu. John Heche, idara ya uhamiaji wa Tibwana. Jeshi la polisi walikoroga tena. Habari hii imetajwa katika e, gazeti Pambazuko, ni kuhusu kupotea e, kupatikana kwa padri. Jeshi la polisi walikoroga tena, ni kuhusu kupotea na kupatikana kwa padri. BOT ya kanusha kuchapisha noti mpya habari hii imetajwa katika gazeti Pambazuko. Naondoka hapo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku limeandika, Dkt Samia awapa matumaini wakulima eh, ununuzi mahindi e, ACT yaahidi serikali ya uadilifu, ajira bila upendeleo, matumizi holela ya dawa ya P2 changamoto ya kiafya kwa jamii CRDB ya saini mikataba ya bilioni 300. Kimataifa, China yaishtumu Marekani kwa shambulizi la mtandao. Habari hii imeelezwa hapo. Uhamiaji yatoa kauli sakata la Heche ni habari pia ambayo utaipata katika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Uelekeo, leo yetu ndiyo kesho yetu. Gazeti hili limeandika. E, Dkt. Samia gridi ya maji ya taifa itamaliza kero, asema ndio uhakika wa maji safi mikoa yote. Bashia wataka wakulima wauze mahindi Malawi. Jessica Magufuli ashiriki maziko ya Raila Odinga. E, Dkt. Samia amefuta kodi 250 kuwabeba wa Tanzania huku Dr. Nchimbi anasema "Nitamsaidia Rais samia kwa uaminifu", ni habari ambayo imetajwa katika gazeti Uelekeo. Leo yetu ndio kesho yetu. Unaweza kukamata nakala hiyo mm-hmm. gazeti Mwananchi limeandika kauli za amani ukweli za tikisa, ni habari iliyopamba ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Kwa heri baba habari kamili ukurasa wa, eh, wa sita. Heche uhamiaji ni mguu kwa mguu mchuano wa ratibu kampeni za CCM. Shilingi bilioni mia tatu za CRDB zitakavyoleta mageuzi, habari hii imetajwa katika gazeti Mwananchi. Unaweza kujipatia nakala yako sasa. Naondoka hapo nikiangezea gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, habari ilokolezwa wino inasema, kiwanda cha shaba cha nukia Rukwa, Samia atoa uhakika ununuzi mahindi Mwigulu wa msifu kujali wananchi, Wasira naye asema amethibitisha uwezo kuiongoza nchi. Habari imetajwa ukurasa wa pili kwa kina. E, unaweza kukamata nakala hiyo mara moja. Vijana wasitengane kwa sababu ya siasa. Raila azikwa, Ruto amwagizia, e, Ruto amwagia sifa. Raila azikwa, Ruto amwagia sifa. Serikali yaagiza tiba za dharura kabla ya malipo. Dkt Mwinyi aeleza mikakati kukuza biashara ya maduka Kariakoo hadi Kisiwandui. Habari hii ni kamili katika ukurasa wake wa tatu, gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, Zanzibar, leo kwa ukweli na uwazi. Dkt Samia ataja sababu za wananchi kuichagua CCM ainisha mikakati ya eh, kuirusha Rukwa kiuchumi. Haya bwana, Israel yarejesha miili 15 ya Palestina. Mhandisi Zena abainisha hatua za kukabili ajali za moto. Chagueni wagombea wa CCM kwa maendeleo endelevu, Yusuf anayesema hayo. Upigaji kura wa mapema ni haki ya kisheria, upigaji kura wa mapema ni haki ya kisheria. Nami nikukumbushe tu kuwa zimebaki siku nane, kama si tisa kufikia uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Je, yeah. Umejipangaje kumchagua kiongozi unayemtaka? Kazi kwako gazeti Mtanzania leo. Kazi ni kipaumbele chetu, ruko kupata maji ziwa Tanganyika. Dkt. Samia asema wata, eh, wataanzisha gridi ya taifa kutoka ziwa hilo. Raila odinga azikwa nyumbani kwao Bondo dokta Samia kwa miaka minne ameonyesha ujasiri wa kuongoza nchi hiyo ni kauli ya kwake Wasira. Katoliki wafafanua kuhusu padre aliyejiteka mke au amume na kumfukia chumbani kwake huko Geita. Ebana, hmm. Haya, wamachinga sauti ya wanyonge Rufiji wapo na mama Samia Pwani, tena aahidi kuifungua Rukwa mgombea um, ubunge ACT Wazalendo Kawe ahidi makubwa, NMB kijiji dai yapasua anga, pawaga same wafikiwa wanolewa, zaidi ya viongozi 2350 Mtwara, kumradhi, zaidi ya vitongoji 2350 Mtwara vyafikishiwa umeme, kwa mujibu wa gazeti wa Machinga Sauti ya Wanyonge gazeti Mwanahabari gazeti bora eh, limeandika Dkt. Samia awapa matumaini wakulima ununuzi mahindi. Rea afikisha umeme vitongoji 2354 mkoani Mtwara. Mgombea ubunge Kawe kupitia ACT Wazalendo aahidi ah, kushughulikia changamoto sugu. Rais Samia bingwa wa siasa za ushindani, miaka minne ya uongozi na ustawi wa kisiasa nchini, ni habari ambayo imetajwa katika gazeti Mwanahabari gazeti bora kabisa, gazeti rada, ufanisi katika uchunguzi e, Raila alivyotikisa siasa za upinzani Afrika. Habari hii imetajwa hapa. Askofu Nkwande watukutu walindwe, zito ACT Wazalendo, siri nzito kulikoni. Naondoka hapo nikiangazia gazeti Uhuru, e, ukweli daima Dokta Samia kuvalia njuga shida ya maji ni habari ambayo imeshika hatamu asubuhi ya leo, akiendelea na kampeni katika mikoa mbalimbali kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Eh, sitawaangusha watu wa Ruvuma, Balozi Nchimbi. Dokta Mpango ataka taasisi za dini kutambua wajibu wake. CRDB yatia saini mikataba inayogusa maisha Afrika. Haya, maelfu wa mzika Odinga Wasira aeleza utendaji bora utampa ushindi Dr. Samia Ada Tadea ahidi mji wa teknolojia. Nakala hii ya gazeti Uhuru, ukweli daima, inatuhitimishia sehemu ya kwanza ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kitaifa na kimataifa na inatupa nafasi ya kupata mapumziko kisha itaturejesha tena hapa kuangazia sehemu ya pili ya magazetini leo ambayo sehemu hiyo ni kwa ajili ya habari za kimichezo na burudani, hivyo usiondoke kwenye smart tv yako, hasa ukiwa mwanamichezo.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 92 au 0678813891. Karibu katika sehemu ya pili ya magazetini leo, iliyo mahususi kwa habari za kimichezo na burudani ikikuangazia kurasa za mwisho za magazeti na magazeti mahususi kwa habari hizo hapa. Naangazia gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, Simba Sports Club ya takata Eswatin CAF CO. Habari imetajwa katika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku eh, kocha Silver Strikers kuling'amua, ma, eh, kuling'amua madhaifu ya Yanga kung'amua madhaifu ya Yanga Haya bwana, gazeti Uelekeo Spoti limeandika Simba Sports Club ya irarua singizini, sebuleni kwao, Singina big stars yalazimisha sare ugenini, alafu yanga ya mtimua falls baada ya kichapo, bari imetajwa katika nakala ya gazeti Uelekeo uh, Uelekeo Spoti, ngumi ridhaa wa pet Afrika uh, pyramid ya toa ya toa na super afrika gazeti la kimichezo na burudani pekee. Gazeti mwanaspoti limeandika: Nabi atia mkono kocha e, e, mpya Yanga roro afungiwa vioo Jangwani. Nabi atia mkono kocha mpya Yanga roro afungiwa vioo Jangwani. Haya, za spoti e, yametimia falls atupiwa virago yanga kocha KMKM aipiga -KM, mkwara Azam Football Club Simba kama kawaida e, Simba kama kawa CAF CL Singira BS ya banwa shirikisho Pyramids e, mabingwa CAF Super Cup habari hii utaipata hapa e, kocha KMKM -KM, sawa, habari imekwisha kuisoma Santos amchoka e, Neymar e, kwa nini Kenny afikisha magoli 400 ngazi ya klabu ni habari pia ambayo utaipata katika nakala ya gazeti za spoti za spoti likiandika majanga Santos eh, ya mchoka Neymar Pyramids mabingwa CAF Super Cup. Ukurasa wa 19 wa gazeti hilo unaeleza habari hiyo kwa kina. Ukurasa wa mwisho wa gazeti Habari Leo, guiji la habari Tanzania, yaani kunako michezo na burudani, Simba mguu mmoja makundi, Singida sare, Falls alia na washambuliaji Yanga Mtibwa Coastal hakuna mbabe. Tanzania yashindwa kupaa viwango FIFA. Miss Grand Tanzania aingia top 10 bora kimataifa, top 10 eh, nafasi kumi bora. Uh, ukurasa so wa 21 unaeleza habari hiyo kwa undani. Gazeti Zanzibar Leo michezoni, Simba yaitoa usingiz, eh, usingizi zingizeni Hotspurs kocha KMKM hajakata tamaa kwa Azam. Mla ndege mafunzo za vutana mashati haya, watu wenye ulemavu kujengewa miundombinu ya michezo. Habari hii imetajwa kupi, eh, kupitia gazeti Zanzibar leo michezoni, hapo unaweza kulifaidi eh, gazeti hilo, huku wa machinga sporti eh, likiandika Simba yaendelea kutisha Afrika Mayele atoa super cup akiwa na Pyramids. Singida Big Stars yajiweka pazuri kufuzu CAF. E, wana michezo Kilombero wana imani na Isa Lipagila. Haya bwana, Bwana Habari limeandika Simba hawashikiki Afrika. Mreno Joao moto e, Mota atajwa Yanga. Fountain Gate wako tayari kwa ligi kuu. Chama afunga e, chama afunga Singida BS ikichungulia makundi. Habari hiyo utaipata ukurasa wa mwisho wa gazeti Mwana Habari, gazeti e, bora. Unaweza kukamata nakala yako kufaidi habari kwa kina. Mpaka kufikia hapa, mtazamaji, sina la ziada. Jina langu mimi naitwa Dorcas Daniel ndiye ambaye nimekuangazia magazetini leo kuanzia mwanzo hadi tamati, na hadi wakati mwingine tena, panapo majali wa mwenyezi Mungu. Kamata nakala yako upate habari kwa kina Kamata nakala yako uondoe eh, uondoe utata wa habari inayokutatanisha asubuhi ya leo. Hakikisha unakuwa mdau wetu, kwani bado milango iko wazi. Subscribe, bonyeza alama ya kengele. Asubuhi njema.